Kama Dr. Emmanuel leo, nimeamua nikuletee mwegea huu hapo, kama unavyoona, huo hapo huu hapo, ni mwegea kama unavyouona, uangalie huo, ni mbichi, nimechemsha kabisa, nimechemsha chemsha, maona maona hapa, hutokuja kusikia maradhi ya damu kupungua, damu sijui UTI, sijui fangasi, sijui muwasho hii inatibu vyote moja kwa moja haswa, kwa wewe ambaye unapungukiwa damu, kwa wewe ambaye mkojo wako ni mchafu, kwa wewe mwanaume ambaye una areji na mwanamke una areji na maji ya mwanamke. Unakuta ukitoka na mwanamke yale maji yake yanakuwa asili, unakuta ume wako umechubuka chubuka kisha unatumia dawa hii, itakusaidia sana sana, sio kidogo. Yani itakusaidia vibaya mno. Kama unavyoiona hapa, tayari mimi nishakunywa kikombe kimoja. Mona unavikatakata vipandikiwa kibichi vilevile, unaichemsha mpaka inabadilika rangi. Unaiona ukishaichemsha, inabadilika yenyewe rangi, usifosi ya kufosi yenyewe baada ya hapo unakunywa, unapoza, unakunywa mdogo mdogo, hautokuja kukutana na hizo changamoto changamoto eh? Fangasi sijui ume sijui umefanyeje sijui nini nini. Jamani, tiba ni asili ya moja kwa moja, na iki uzuri wa hizi tiba zetu ikikusaidia, yani unapona moja kwa moja. Kwa hiyo ninachowashauri ndugu zangu, kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa dawa za hospitali, kuanzia leo tumia dawa ya asili. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, zitakusaidia sana. Umeona, umeona, hebu angalia kwanza, chukulia mfano unaiona eh? wewe una charge, yani vipo nyumbani kwenu hapo hapo, unachukua tu na vikatakata vipande kama hivyo, kama unavyoona umeona, unatenga jikoni shamaliza kutenga jikoni, unaisubiri na tokota, kisha tokota, lazima inatoa hivyo hivyo kama damu. Yaani hapo ni damu tosha, yaani hiyo ni damu tosha kwa wewe kuongeza damu, ni damu tosha. Huo ndo mmea wenyewe wa Mwegea huo e? ndo wenyewe. Yani una marazi yani unatibia marazi kibao mengi sana e? Umeona? Najua wengi mnauonaga tu kwenye nani, hujawahi kushuhudia kabisa. Sasa leo nimeamua niwaoneshe, ili ukaandae wewe mwenyewe, ili ukatumie wewe mwenyewe, ili unipe mrejesho matumizi. Hata kama ukikutana lime ni bichi kama hivi, tumia kulikausha juani, likisha kauka, saga unga wako wake, nakunachemsha kidogo kidogo, nakunywa ni tiba ukilikutana ni bichi kama hivyo, ukilichukua ukalichemsha kama hivyo, vipande vipande, ukatumia kunywa kutwa mara mbili, ni nzuri sana, itakusaidia sana. Kwa hiyo fanya tiba kama unavyoiona. Umeiona? Huo ndio mwegea wenyewe kabisa.